Katika video hii nitakwenda kukuonyesha jinsi ya kuweza kupata uh, namba zako za NIDA kupitia online, jinsi ya kuweza kupata namba zako za NIDA kupitia mfumo au system ya NIDA online kwa moja kwa moja. Utaenda katika sehemu hii ya Google na baada ya kwenda hapo utaandika neno NIDA, utaandika nida. go NIDA.go.tz alafu uta click neno hiyo hiyo website ya kwanza ya NIDA.go.tz, utai click kama hivyo, na utasubiri website hiyo ifunguke. Kwa hiyo itafunguka namna hii, uh, jihudumie NIDA. Kwa hii ni sehemu ya NIDA service ambapo utatakiwa ufahamu namba yako ya NIDA hapa sasa nitakwenda kuonyesha namna ya kuweza kufahamu namba yako hapa. Unachotakiwa kufanya ni kujaza taarifa zako kwa usahihi, ili kuweza kufahamu namba yako <coughs> ya utambulisho au namba ya NIDA. Ah, sehemu ya kwanza hapa kama unavyoona ni jina la kwanza, first name. Utajaza jina lako la kwanza katika kiboksi hichi tajaza jina lako la kwanza. Baada ya hapo, utajaza jina lako la mwisho au sane, utaiweka pia katika boksi hii. Na baada ya hapo, utajaza tarehe yako ya kuzaliwa. Hakikisha unaanza na siku, mwezi, alafu mwaka. Siku, mwezi, alafu mwaka utajaza hapo. Na baada ya hapo, utajaza jina la kwanza la mama, utalijaza jina la kwanza la mama, then jina la pili au no jina la mwisho la mama. Baada ya hapo, kuna hizi kodi kama zilivyoandikwa hapa kuona unachotakiwa kufanya. Hizi kodi ni kuziweka katika kiboksi hichi, utazijaza hizo kodi. Baada ya hapo, ta klik neno tuma. Ukisha klik neno tuma, basi utaweza kuletewa uh, namba zako za NIDA katika sehemu hiyo, utaletewa namba zako za NIDA. Kwa hiyo utajaza majina yako kama kiboksi hichi au kama fomu hii inavyoonyesha utajaza majina yako kwa usahihi kabisa. Ukishajaza majina yako kwa usahihi, basi utaweza kuletewa Aa, utaweza kuletewa namba yako ya NIDA bila kwenda katika ofisi ya NIDA. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, usahau kubonyeza neno subscribe. Baada ya hapo, bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa pale tunapotoa video mpya. Pia usisahau ku like, lakini pia unaweza kutoa maoni yako katika sehemu ya comment section ya video hii. Asante na karibu.